County commissioner. Usiache mtu yeyote ambaye ana misbehave kwa sababu yeye ni kiongozi <coughs> utakuwa mfano mzuri tu. Kuona kiongozi mmoja ameshikwa, amewekwa pingu kwa sababu aka incite vijana waende kupigana. Ambiwa pia gun imeanza kuwa kitega uchumi, yani ni kazi. Lakini nataka kusema hii kitega uchumi pia serikali iangalie kwa makini, si nzuri mwananchi wa kawaida anava, anapopata nguvu zaidi na kuvunja sheria kiholela na anaachwa, huwa inakuwa ni mbaya zaidi. Kenya inaweza tumbukia katika vita vichafu sana. Isiwe ni sehemu ya kazi, lakini iwe ni maeneo, pia inaweza lisha watu kiutaratibu kwa kufata sheria. Hiyo ndio ombi langu la tatu. Nikifatisha county commissioner, kazi ambayo umeifanya pale Chwele Kaptai, tunaweza sema kwamba ni nzuri lakini haujaimalizia asilimia mia moja. Mimi naomba hivi, kwa sababu midia ya kuonyesha peupe watu wakipigwa pale police station ka Chwele, zingalipo zinaonekana vilevile vile. Kuna jamaa walikuwa na pingu ambazo hazifai mwananchi wa kawaida, raia mkenya mzalendo akuwe nazo, ila serikali peke yake ambao wakiongozwa na polisi. Tuliona watu wakifunga watu wenzao pingu wakipeleka police station. County commissioner, kazi bado ungali nayo na nakuhakikishia kwamba kama utafanya sehemu hiyo ikamilike, utafanya watu pale Chwele Kabchai kuto kuchukulia sheria mkononi. Nataka kuomba Papa wa Roma, wewe si lida wa Kabuchai Chwele, oda zile ukifika Chwele Kabchai, tafadhali unatoa zinanit, zinanitia wasiwasi kidogo. Papa wa Roma hafai ukifika Chwele Kapchai unasema hii ni bedroom, watu wengine wataenda wakikimbia Atibajabu tima Ati wengine kura kwenda kufika watakuwa wamevuka mpaka wako Uganda. Kiongozi wale wenye umeenda huko hao ndio sasa wanakosi kwa sababu, na mobilize unatumia vijana wetu vibaya kushika mipini wakipiga watu wengine. Tunaomba hao viongozi wetu, tunajua kwamba sasa hivi mnatumika vibaya. Ujue sisi vijana, kuna ile kuna, kuna yale ambayo tunaika kutoka kwenu. Tunachangaza viongozi, mnatumia matamshi ambayo mnatumia. Unajua una, kiongozi mtu mkubwa ule mwenye tunaheshimu, ukisimama ukisema kwamba watu wengine watapiga kura kama watu wengine hawako, yaani kura itapiga kama watu wengine hawako. Matamshi kama hiyo hiyo ndiyo inafanya hao vijana wetu wanakuwa na hasira na wanaenda wana wanaribu, so, Kuambia kuwa wacha kura ipika kwa amani na watu wafurahie, enyewe kura imepigwa. Sasa kwa spika huko, ni kwako, na wewe ni spika na Madrid Kenya. Nataka tuone heshima yako, nataka tuone vile unafanana, tujue uzuri wako na tujue ni ubaya wako ni gani.